Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaendelea na safari yetu hii ya kiroho ya Kwaresma tunapotafuta kujiunganisha zaidi na Mungu, tukizama vile vile, wetu tukizama na vile sio tu huo uhusiano wetu naokoa nao naye Mungu Baba huyo mwenye upendo mwenye huruma pekee ambao tumesikia tulipoimbiwa hicho kiitikizano baada ya somo la kwanza, lakini vile vile uhusiano wetu tunaokuwa nao pamoja na jirani zetu. Bado katika kipindi hiki tunaisikia hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu, upendo wake kwetu sisi wanadamu, upendo wa kutaka kutukomboa. Na kama tulivyosikia kwenye maandiko hayo matakatifu kutupeleka katika hiyo nchi ambayo imejaa maziwa na asali. Ndio hilo ambalo tulilisikia Jumapili iliyopita, hilo la utukufu ambao waliushuhudia hao wafuasi wake Bwana wetu Yesu Kristo walipopanda naye huko mlimani na akageuka sura, hiyo furaha waliyoipata na wakapenda abaki pamoja naye pale mlimani, wajenge hata hivyo vibanda kama Petro anavyosema vitatu, moja cha Yesu, Eliya pamoja na huyo mwingine au manabii pamoja na wana sheria wakina Musa. Ni furaha ambayo haina mwisho, ambayo Mungu anataka tuwe nayo, na Yesu Kristo amefanya kila lililowezekana Kuionesha hiyo furaha akituita sisi sasa, ambao tunamfuata Mungu kupitia katika yale aliyafunua, tuweze kuyatambua hayo. Huruma hiyo ameonesha, kama tunavyoona au tulivyosikia katika somo la kwanza, kwa kuwakumbua hao Waisraeli kutoka katika shida taabu walizozipata walipokuwa huko utumwani Misri, na aliyafanya hayo akawatoa. Kwa mkono huo wa pekee wake, lakini ambao wamepitia katika nguvu alizozionyesha kwake huyo Musa, ambaye alimuweka kama chombo cha pekee cha kuja kuonyesha hiyo nguvu yake na uwezo wake, lakini akionyesha huo upendo wake kwa hilo taifa la Israeli, ambalo kwa kweli linatuwakilisha sisi sote, anapokomboa hao hawa Waisraeli, anapoonyesha huo upendo wake kwa kwao Waisraeli huo huo upendo ambayo anataka aonyeshe kwetu sisi, atake kutukomboa na sisi ili tuondokane na shida tunazokuwa nazo, tuingie katika furaha hiyo isiyo na mwisho. Ni bahati mbaya hayo ambayo aliyafanya tuliyasikia katika somo la kwanza. Katika somo la pili tunakuja kutahadharishwa, anatahadharisha Paulo anapoandikia hao wa Korinto katika haraka wake huo wa kwanza, hiyo sura tuliyosikia kumi, jinsi ambavyo wanapasa kuwa waangalifu. Alipokuwa akiongea alijua kabisa, pamoja na hiyo huruma ya Mungu ambao wanaifahamu amesoma hata katika maandiko matakatifu, wanaona jinsi Mungu alivyofanya, alivyowakomboa na sio hao tu, bali alikuwa akiyafanya mengi sana ya kutaka kuleta furaha kwa hao wote wanaomsadiki, wanaomwamini wakamtaja yeye kama kweli Mungu ambaye yuko milele, yule Mungu ambaye yupo mimi, ambaye ni mimi, Mungu wa milele, ambaye ni Bwana wa mababu zetu, Mungu wa mababu zetu kina Ibrahimu, Isaka na Yakobo, huyu ambaye hata wao walimwamini. Lakini bahati mbaya, kwa ule udhaifu wa kibinadamu yanakuja hayo mengine ambayo ndio yanawatoa katika mstari huo Aaha, sasa wapeleke katika furaha hiyo hiyo, katika katika nchi sasa watoe katika shida, apeleke kwenye nchi iliyojaa asali na maziwa. Lipo hilo, na hilo ndo sasa tunakumbushwa hata sisi, ndugu zangu, tunapokuwa katika kipindi hiki cha Kwaresma, pamoja na kumwabudu huyo Mungu, tukamwamini huyo Mungu, tukawa na tumaini kwake huyo Mungu, nyama yetu hii, binadamu wetu huu, kama ilivyokuwa kwa hao ya kuipokea wazazi wa kwanza Adamu na Eva bado linatufuata hilo kututoa katika hicho ambacho Mungu anataka. Kuna hiyo nguvu ya shetani ambayo daima inatafuta ituondoe katika hiyo njia iliyo nzuri ambayo Mungu anataka tuifuate, na baadaye aje kutupeleka katika furaha hiyo isiyo na na mwisho. Ndio hicho ambacho sasa tume Paulo. Anawakumbusha wa Korinto. Kati ya hao wote ambao waliamini, bahati mbaya tena ni wengi, walikuwepo wengi ambao hawakuyafuata hayo mawaidha ya Bwana ambayo yangeliwabiri katika furaha, na wengi waliangamia. Sasa tunapokuwa katika kipindi hiki cha Kwaresma, nasimama kanisa na tukumbusha hilo, pamoja na kuyafanya yote hayo ndio kama utakavyoona leo watatakaswa hao ambao wanajiandaa sasa, na wao waje kusafishwa ile dhambi ya asili, kusudi waweze kuingishwa katika hiyo familia ya Mungu ya hawa waliokombolewa kwa ubatizo, kwa damu ya Kristo wakakombolewa, ndio. Lakini bahati mbaya hao hao kama na wao watakavyokuwa, kama na sisi tunavyokuwa, udhaifu unabaki pale pale tusipokuwa waangalifu. Anakuja kumalizia Paulo anapowaandikia hao wa Korinto, yeye hey, anayefikiri kwamba amesimama angalie asianguke. Na imetokea hivyo kama walivyoanguka hao Waisraeli ambao walikuwa wanapitishwa huko jangwani kwa miaka yote hiyo 40, lakini wengi wakawa wamepotea wakaanguka. Sisi nasi katika kipindi hiki cha Kwaresma na tunakumbushwa hilo lipo tusipokuwa waangalifu tukasimama tukifikiri kwamba tumesimama hakuna shida, tutakuja kuanguka na mwanguko wetu unaweza kuwa ni mbaya sana. Nakumbusha basi, ndugu zangu, tujitazame sasa sisi tuone namna gani. Lakini bado kuna hilo ambalo linatusaidia vile vile kuwa na furaha na matumaini, pamoja na binadamu wetu, pamoja na udhaifu wetu ambao naweza kupeleka huko kwenye kuyafuata ambayo si ya kimungu, tukayafuata hayo ya shetani, nguvu ambayo inatafuta daima daima ituangushe ututoe katika kuisikia sauti ya Mungu, tuisikilize sauti yake. Bado kuna hayo matumaini ambayo yanakuja, na hayo matumaini yanayokuja ndio tumeyasikia kutoka katika hiyo sehemu ya injili ya Luka, anapozungumzia hilo la mtini, huo mti ambao ulikuwa umepandwa huko katika shamba la huyo bwana la mzabibu ambao alitegemea kwamba basi ungeweza kutoa matunda, lakini haukuyatoa hayo matunda. Ni sana sana sisi wenyewe, sisi tujilinganishe nao huo mtini ambao unategemewa utoe matunda, katika maana kwamba Mungu, baada ya kuwa tumezipokea baraka zake, neema zake hizo, kwa huo ubatizo ambao tuliupata kama atakavyokuja kupata hawa wanaojiandaa sasa hivi, ndugu zangu, inawezekana kabisa tukashindwa kuyatoa hayo matunda. Hapo ndo tunasema tumeanguka. Lakini Mungu bado ni mwenye huruma, huruma yake inaendelea ambaye inaonekana sasa kupitia kwa huyo ambaye anakuwa ni mlinzi wa huo mti. Wakasema lazima badala ya Mwenyezi Mungu mwenye huruma yake inaonesha kupitia kwa huyo Huyu mwenye shamba anakuja na hasira kabisa, miaka mitatu imepita, hakuna chochote kinachoonekana kutokana na mti, hakuna matunda. Huu mti afadhali tu ukate. Unaharibu hata ardhi hii. Huyu anayeutunza ambao mimi namuona ni Mungu, huruma ya Mungu inaonekana sasa hapo, anasema hapana, tuupe tena muda mwingine. Ndio huu muda, ndugu zangu, wakati wa kufaa kwetu sisi, muda wa Kwaresma huu, mpe tena huo muda ni sasa awekewe mbolea hiyo, maji yamwagiliwe hapo kwenye ilikuwa ameanza kukauka kwa sababu hakuna mvua, lakini basi mwagilia na maji hayo, baadaye utakuja basi kupata hicho ambacho ni kizuri, rutuba hiyo ambayo ndo utakatifu. Narudi na baadaye, huo mti hautakatwa kwa wote utabaki. Ni kipindi hiki ndugu zangu, kama tulivyosikia pale mwanzoni tulipoanza tulipokianza kipindi hiki hiyo siku ya majivu, kutoka katika maandiko hayo matakatifu, Nabii Yoeli oeli alituambia twende tukararue mioyo yetu na sio mavazi yetu, ili tumrudie huyo Mungu. Tunaporarua sasa, sisi tunajiandaa, ili basi tuweze kuipata hiyo rutuba tena, tunyunyiziwe maji, ndio neema irudi, kusudi baadaye tuje kustahili, tuweze kuja kuzaa hayo matunda ambayo Mungu mwenyewe anayategemea. Na matunda yenyewe kama unavyo hasa tunafundishwa kila siku, na leo tutafundishwa baada ya misa hii. Hayo matunda ni yapi? Ndio hayo. Sasa uhusiano wetu pamoja na Mungu utakuwaje au ukoje kwa sasa hivi? Tunapokuwa tunajitafakari sisi katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunamwendeaje huyo Mungu wetu tunapotaka tena tuweze kweli kustahili mbele zake, katika yote hayo majitoleo yetu katika kusali kwetu katika kufunga kwetu, kipindi hiki cha Kwaresma ikoje? Hayo mazoezi ambayo tunayafanya ili kama huo mtini tuweze sasa kuwa tayari kuyatoa matunda mema, kusudi tusije tukakatwa huo mti ukaja kuondoka. Huruma ya Mungu ndio hiyo, ipo inapitia katika kanisa bado, na nataka itufuate, na ili kweli yale mazuri tuje kuyapata hivyo hivyo katika andiko la Paulo hapa tulipokuwa tunaanza kipindi chetu hiki cha Kwaresima, alipokuwa vile vile anawaandikia wa Korinto hao, lakini katika e, waraka wake wa pili kwa Wakorinto akawaambia, wakati uliostahili ndio huu, wakati wa neema. Ndugu zangu, nasi kama vile huyo mtu ambaye alimwomba huyo Bwana shamba hilo asiukate ukati umtukasani wakati wakati uliofaa, wakati wa kustahili ndio huo, ambao utakuja kuleta hayo matunda, na sisi tulione hilo. Hivyo hivyo tuendelee kujiandaa, tuendelee kujisafisha, tuendelee kujiosha, tuendelee kuyatafuta haya ambayo Mungu wetu anataka tuwe nayo, ili kwamba nasi tuje tustahili kusimama kama mtini ambao hautakatwa bali utaheshimiwa na utapendwa zaidi, kwa sababu sasa unaanza kuyatoa hayo matunda mema, na tutayaona sio tu katika mahusiano yetu sisi pamoja na Mungu katika ibada tunazozifanya, katika majitoleo yetu ambayo yanamwelekea Mungu, lakini hasa zaidi tunapoingia kwenye mahusiano yetu sisi kwa sisi. Katika familia zetu tutajitazama sisi tukoje, katika jumuiya zetu tutajitazama sisi tukoje katika maeneo yetu ya kazi huko tunakofanyia kazi, tutajitazama sisi tukoje kama waamini ambao tunatafuta kusafishwa, kutakaswa, kupata hiyo rutba na baadaye, je, kuzaa matunda? Matunda mema yatakuwa ni hayo sasa mazuri, mahusiano mazuri tunayokuwa nayo katika maeneo yote hayo. Ndugu zangu, tumwombe Bwana Mungu Mwenyezi, yeye huyo Mungu wa babu zetu ambaye tunamkiri sisi, sio mwingine Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo aendelee kutupatia hizo neema zake ambazo zipo na sisi tusifunge milango hiyo, twende tuzipate hizo neema na tuzidi kukua na tuzidi kuwa tayari kweli kuja kuyazaa na kuyatoa hayo matunda yaliyomema, tutapokuja kumshangilia pamoja na wote ambao watakuja kumshangilia anapofufuka na sisi tunapofufuka kuondokana na yale ambayo alikuwa ametufunga na akatufanya sisi tubaki katika utumwa kama ilivyokuwa kwa hao wa Israeli. Lakini Mungu akawakomboa, na Mungu huyo huyo atatukomboa iwapo tutamsikiliza. Tumsifu Yesu Kristo.